Pale serikali inapokana mwananchi pamoja. Haba na Haba, Taifa Linazungumza na kujadili. Hii ni Haba na Haba, Taifa Linazungumza. Nianze kwa kukupongeza msikilizaji kwa kuingia mwaka mpya, nikiamini utakuwa mwaka wa mafanikio. Ni mwaka wa mafanikio ikiwa tu kila mmoja kwa nafasi yake atawajibika mahali pake, manake mwalimu alisema inawezekana ukitimiza wajibu wako. Jina langu ni Merigoreti Richard. Nami ni Faraja John. Faraja, mwaka mpya ndo huo umeanza, umejiandaje mwenzangu? Huwezi kuwacha kula samaki kwa sababu tu uliyempenda aliwahi kufa maji, haya bwana. Na kama ilivyo haba na haba, kuangazia dhana ya utawala bora na uwajibikaji nchini Tanzania. Na kwa kawaida uwajibikaji huwa na maana sana ikiwa tu utaanza na wewe. Hapa ndipo utakuwa na ule ujasiri wa kuwahoji watu wengine na kuidai haki yako. Lina taifa linazungumza, haba na haba, tunauanza mwaka kwa kuulizana swali linalohusu wajibu juu ya afya yako. Je, unachukua hatua ya kupima afya kabla ya kuugua? Na hapa tukikusudia hasa magonjwa yasiyoambukiza kama shinikizo la damu, kisukari, na uwiano wa uzito na urefu, kwa kitaalamu anaita BMI. Hayo magonjwa sijawahi kupima na sitaki kupima <laughs> ukishaugua utauza chochote lakini, kabla hujaugo huwezi kukishika hata kile kitu ukiuza. <laughs> <laughs> Lakini wako wanaoamini tofauti. Mimi naamua mda wowote, kama hivi navyojisikia sasa. Leo naamka kabisa, nimepanga na kwenda hospitali nikapime sukari, nikapime presha. Huduma za afya nazo zinatupiwa lawama wakati mwingine, tunajiuliza tunapima ili nini? Kwa sababu utapima alafu hospitali uh, hazina dawa. Sasa inakuwa kama vile inakuletea matatizo mengine tena ya kisaikolojia, kwa sababu badala ya kutibiwa unaambiwa hamna dawa. Je, yes, serikali ya Tanzania inaliona hili kwa mtazamo gani? Kimataifa ilionekana kwamba hili swala la magonjwa ambayo sio ya kuambukiza yalikuwa hayajapewa uzito unaostahili, na kama utaona kwenye malengo ya milenia hili swala halikuwepo. Yote haya ni katika Haba na Haba leo. Baki nasi, lakini pia hoja hii imewekwa mapema katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ili kukuruhusu kushiriki nasi. Facebook ni BBC Haba na Haba na Twitter ni BBC underscore Haba na Haba. Pia unaweza kutuma ujumbe wa simu yako ya mkononi katika nambari 0785236938. Na mashirika ya Umoja wa Mataifa na lile la afya Duniani, WHO, yametoa tahadhari kwa jumuiya ya kimataifa kwamba nchi za Afrika na kwingineko duniani zinakabiliwa na kasi ya ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza kama shinikizo la damu na kisukari. Hali hii inafanya nchi hizo kuwa na mzigo wa magonjwa haya juu ya yale yanayoambukiza kama vile malaria, kuhara HIV na matatizo katika mfumo wa hewa. Na hapa ndipo linapokuja suala la umuhimu wa mtu kuwa na utamaduni wa kupima afya mara kwa mara, bila kusubiri dalili za magonjwa kujitokeza, ili kuchukua hatua stahiki za kujiondoa katika hatari ya madhara yatokanayo na ugonjwa uliokomaa tayari. Lakini kwanza, hebu twende huko Mwanza, msikilizaji. Ziara yangu katika viunga vya jiji la Mwanza, kaskazini magharibi mwa Tanzania, ililenga kupata mitazamo ya baadhi ya watu juu ya upimaji wa afya kabla ya kuugua. Mtaa wa Makoroboi wenye umaarufu wa kibiashara jijini Mwanza ndipo nilipoweka kambi ya muda, nikizungumza na watu mbalimbali kuhusu tabia upimaji wa afya kabla ya kuugua, na hasa magonjwa yasiyoambukiza kama shinikizo la damu, kisukari na uwiano wa uzito na urefu. Bi Christina Martin anaona ugumu wa maisha ni sababu ya watu kutochukua hatua ya kupima. Mimi ugumu ninaoona pamoja na ugumu wa, wa maisha pia kwa sababu huwezi kunyanyuka tu kwenda kupima bila pesa mkononi. Sasa unapoumwa pesa unaitoa wapi ya kwenda hospitali? Unajua kila kitu wako kinakuja na kodi yake. Wao wanasema ukishaugua utauza chochote, lakini kabla hujaugua huwezi kukishika hata kile kitu ukiuza. <laughs> Mimi naitwa Joji Kiduta, ni mtaalamu wa kuunda viatu, tena ni mjasia mali mwenye ulemavu ambaye nafanya shughuli zangu kwenye mtaa wa makoroboi hapa. Ninapozungumzia kupima kabla kuugua, unadhani ni magonjwa gani ambayo unatekewa, amke asubuhi tu, kaamue mwenyewe kwenda kupima, kwa mfano sukari, presha, kupima figo. Sasa kuna sera ile ya serikali ya kupewa msamaha wa watu wenye ulemavu, ndio nilipitia pale, lakini singekuwa mtu mwenye ulemavu nisingeweza. Kwa mfano nikupe mfano hospitali tu ya mkoa hapa ya Sekotule, vipimo vingi havipo ukienda. juzi kuna rafiki yangu alikwenda kulazwa pale, haina kipimo cha kupima damu kubainisha kwamba figo zake zina matatizo ama hazina matatizo. Sasa swali la msingi ni hili, je, asingekuwa na uwezo angemdu. Ndani ya kiwanda cha kuunda viatu kinachomilikiwa na George na ndani inakutana na mke wake ambaye pia ni msaidizi wake. Unaitwa nani mama? Naitwa Monika George. Waafrika wengi hatuna utamaduni huo wa kupima kabla ujaugua, mpaka ugue ndoende ndo ukapime. Ikitokea siku umeuma, umeenda hospitali, ukaambia una presha, na wakati labda ungepima kabla ingekusaidia kuchukua tahadhari. Kwa kweli hapo <laughs> sina jibu la jisi la kukujibu kwa kweli. Naitwa Saidi Ramadhani Nyoni. Hayo magonjwa sijawahi kupima na sitaki kupima <laughs>. Kwa nini? Ukipewa matokeo ya presha, wewe utakufa kwa mawazo. Ni bora tu uyapokee ukiwa kitandani, yule alikufa kwa presha, si ndo? Sawa tu. Jamani msikilizaji, nikarejea kwa Cristina Martin ambaye anashauri kuwapo na kampeni maalum inayohamasisha upimaji wa magonjwa yasiyoambukiza kama ilivyokuwa kwa upimaji wa saratani ya mlango wa kizazi, mwamko ulikuwa mkubwa sana kwamba ukipima sukari kugunduka na sukari dawa utapata bure, ukipima pressure utapata bure, watu watapima. Uchumi mgumu <laughs> Dada Kristina, unaonekana unajua mambo mengi sana lakini we mwenyewe hupimi. nijiite tu yaani mzembe, nimepitiwa kidogo <laughs> ila kwenye hiki kipindi naona kitakuwa kimeniamsha kime usingizini hiyo ndio mitazamo ya baadhi ya watu tuliozungumza nao tukiwa jijini Mwanza. Mm, naona kuna misimamo tofauti tofauti. Kuna mmoja anakuambia, mimi kupima hapana, tukutane tu hospitalini, miguu juu, mtaniambia naumwa nini huko. <laughs> Uchumi duni na uduni pia wa huduma za afya vimetajwa pia kuchangia watu kutochukua hatua za kupima kabla ya kuugua. Lakini pia kuna hali ya mazoea tu kwamba kwa nini nipime wakati sijisikii dalili yote ya ugonjwa? Naam, na hoja hii Meri nilikwenda nayo hadi taasisi ya Tandabui jijini Mwanza. Hii ni taasisi inayotoa mafunzo ya utabibu, na nilitaka kusikia kutoka kwa matabibu chipukizi wanaona vikwazo gani kwa jamii kutochukua hatua za kupima magonjwa yasioambukiza kabla ya kuugua. Naitwa Meri Rich. Magonjwa kama vile kisukari na, na shinikizo la damu hypertension ni magonjwa ambao ni, ni, well off, yani ni, ni okay, matajiri ni yani magonjwa matajiri, na inatokana na kwamba watu wanakosa ile elimu. Mara nyingi unakuta mtu uko na gari masaa 24; akitoka umbali mdogo gari, akifanya hivi gari. Kwa hiyo unakuta kwamba mtindo wa maisha aliojijengea unamsababisha anapata magonjwa, na hii ni kutokana na kwamba hajapata uhamasishaji kutoka kwa watu wa afya kuhusu umuhimu wa kupima na vitu kama hivyo. Ninyi ni vijana wataalamu wa afya ambao mnajiandaa kwenda kuihudumia jamii, mngependekeza nini ili kuisaidia jamii kuchukua hatua? Amadi Idi, sera ambayo iliyopo serikalini ni kwamba inashindwa kutoa mafungu kwa hawa wahudumu wa afya ambao walitakiwa waitoe hii elimu kwenye jamii, yani wajaribu kuikusanya jamii ili waweze kuwatolea elimu, waeleze kwamba hizi huduma za afya kwa mfano magonjwa ya shinikizo la damu magonjwa ya kisukari ni magonjwa ambayo mtu unaweza ukayaepuka. Nije kwako kumbushe jina Jackson ya mchibunde jeyala nini, unafikiri unaweza ukaleta mabadiliko kwenye shamba la kalanga? Siku zote nyani hawezi kuficha mgongo ndani yake. <laughs> Tunamaanisha kwamba lazima kuwepo na timu ambayo itakuwa mahususi kwa ajili ya kuilenga jamii. Tumeshuhudia kuna chanjo zinatolewa, ile ni timu, watu wanakwenda kule. Kwa hiyo mfumo huo upo, lakini tunahitaji huo mfumo ufanyeje, uboreshwe misi hamuwezi kuandaa timu ya wahudumu wa afya ikiwa wahudumu wa afya sio wa kutosha. ko kwa kikubwa, kwanza wizara au serikali itoe fursa kwa wanafunzi ili wengi wachukue masomo haya ya afya, then baada ya hapo sasa, ilepo taratibu ambazo zitaandaa watu maalum ambao ni wahudumu wa afya ambao wataweza sasa kushikia jamii na maisha paa kwenye vijiji na watu ambao wako mbali zaidi, kwa hiyo ya kuwapa elimu ya umuhimu wa kupima mapema kabla hawajapata magonjwa ambao ni sio ambukizi. mimi naitwa Lucia Peter. mimi kidogo naungana na kaka Marko Hamisi kwamba watumishi wa afya watu lazima wawe wengi, lakini tunaweza tukawa na watu ambao wamekuwa trained katika health promotion tofauti na hawa wahudumu wa afya Kazi ya health promotion sio lazima mtumishi wa afya ndo afanye, hata watu ambao tunaweza tukapata wakawa waka trained katika mm -hmm. he, he, health promotion kama serikali ilivyofanya kwenye swala la HIV testing and HIV testing testing and and counseling counseling wanafanya wahudumu wa afya na wale ambao sio wahudumu wa afya vile vile. Ni matabibu chipkizi kutoka taasisi ya mafunzo ya utabibu ya Tandabui jijini Mwanza. Haba na Haba, Taifa Linazungumza. Utafiti uliofanywa na kitengo cha utafiti wa majaribio mitu chini ya taasisi ya kitaifa ya utafiti wa magonjwa NIMRI unaonyesha kuwa kuna udhaifu unaopaswa kupewa uzito katika kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza. Yusufu Mazimu anasimulia. Kati ya mwaka 2012 na 2013, utafiti uliofanywa katika vituo 24 vya huduma ya afya nchini Tanzania unaonyesha kuwa wagonjwa wanaofika hospitalini asilimia 58 walikuwa na magonjwa yasiyoambukiza utafiti huo ulibaini kuwa katika vituo vingi miongozo, vipimo na dawa za msingi za magonjwa yasiyoambukiza vilikuwa haba, huku mfumo wa kuripoti na utunzaji wa takwimu zake ulikuwa duni. Pia vituo kumi sawa na asilimia 42, vilikuwa na miongozo ya huduma ya virusi vya ukimwi wakati vituo vitatu tu sawa na asilimia 13, vilikuwa na miongozo ya magonjwa yasiyoambukiza. Wahudumu wa afya 261 sawa na asilimia 78 walionyesha ufahamu wa kuridhisha juu ya virusi vya ukimwi ukilinganisha na asilimia 59 walionyesha ufahamu juu ya shinikizo la damu. Mapendekezo ya utafiti huo ni kwamba mikakati ya kupambana ukimwi itumike kama mfano wa kuigwa ili kuboresha huduma ya magonjwa yasiyoambukiza. Ni Yusuf Mazimu huyona ripoti ya utafiti uliofanywa na kitengo cha utafiti cha Mitu chini ya taasisi ya kitaifa ya utafiti wa magonjwa nchini Tanzania nimri nam msikilizaji. Kufuatia udhaifu uliobainishwa katika taarifa hiyo ya utafiti, kitengo cha Mitu kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania kimeanzisha utaratibu wa kuwa na dawati maalum la kupima magonjwa yasiyoambukiza katika zahanati na vituo vya afya 16 kwa majaribio katika mikoa ya Mwanza, Geita na Shinyanga, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Na ili kujua utaratibu huo unafanyaje kazi kwa njia ya simu, nimezungumza na mkurugenzi wa MITU Dr. Saidi Kapiga. Mojawapo ya kitu tulichofanya ni kuwafundisha wafanyakazi wa afya ili waelewe namna ya kutambua haya magonjwa na pia namna ya kuyatibu. Pia tukawapa vifaa, kwa sababu tuligundua hawana vifaa pia, na tukatengeneza utaratibu ambao wataanza sasa kuwa kila mgonjwa anayekuja kwenye hivi vituo aweze kupimwa ili kuona, je, anaweza kuwa na dalili au haya magonjwa. Lengo letu ni kwamba tunataka kila kituo kiwe na huu uwezo na hili zoezi la kupima liwe ni zoezi

kila mtu anayefika hospitali asitoke bila kuwa ameangaliwa kama je, ana shinikizo la damu au labda ana dalili za kisukari, kwa sababu watu wengi hawana hizi dalili na magonjwa haya yanaweza kukaa miaka mingi bila dalili. Labda kwa nafasi yako kama daktari, kuna haja gani ya mtu kupima kabla ya kuziona dalili, na hasa tunapozungumzia magonjwa haya yasiyoambukiza? Tunajua mtu ambaye akigunduliwa na haya magonjwa mapema, kwa mfano mtu ana shinikizo la damu, tukimgundua mapema tunazuia uwezekano wa kupata magonjwa mengi sana ambayo yanahusiana na hypertension. Tukizungumza na baadhi ya watu wanadai kwamba swala la kipato lina mchango wa watu kutochukua hatua ya kwenda kutafuta kujua afya zao. Katika tafiti zenu hili limejitokeza kwa kiasi gani? Kuna gharama upande wa wagonjwa wenyewe, labda kuja hospitali, kurudi, maana inabidi aje labda kila mwezi au kila baada ya muda fulani. Uzuri ni kwamba ni ile kwamba ni magonjwa utamtibu mtu muda lakini ukiangalia vitu vinavyotakiwa ili utambue kama mtu ni mgonjwa au zile dawa zenyewe, dawa nyingi za haya magonjwa sio ghali sana. Kwa hiyo nafikiri tukijipanga vizuri, serikali ikahakikisha imeipa hii kipaumbele kama ilivyotokea kwenye Ukimwi, nina imani tutaweza kuyashughulikia hayo. Ni mkurugenzi wa Mitu, Dr Saidi Kapiga. Haba na Haba, Taifa Linazungumza. Baadaye katika Haba na Haba, ukiwa kwenye hii nyeupe inaonyesha ni hali nzuri ya lishe. Mi nimevuka kwenye nyeupe unaonekana e, kwamba inawezekana, ndugu mtangazaji, ukaona kula sana vitu <laughs> vya mafuta. Huduma ya upimaji wa magonjwa yasiyoambukiza katika dawati maalum. Faraja akiwa mfano wa watu walioamua kupima. Kwa nini uliamua ku kuwa mfano? <laughs> Kilichonivutia ni mazingira yale yalikuwa ni, ni, ni rafiki kwelikweli mtoa huduma alikuwa um, amejaa tele tabasamu, vifaa vilionekana viko wazi kufikika. Ingawa, kasu... amekukuta ukaambiwa kwamba unakula sana <laughs> na vyakula vya mafuta na ufanye mazoezi na, hiyo ndio ndo hatua nitakayoichukua 2015 so, mazoezi. Unasikiliza haba na haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC, bado ukiwa nami Margaret Richard na mwenzangu Faraja John. Hoja kuu ambayo na wewe pia msikilizaji tumekushirikisha katika mitandao yetu ya kijamii Facebook ni BBC haba na haba na Twitter ni BBC haba na haba. Tunapenda kusikia kutoka kwako, umewahi kuchukua hatua ya kupima afya kabla ya kuugua, hasa magonjwa yasiyoambukiza? Nikianza na wewe Ones Mhema wa Airport, Njombe, unasema kupima afya ni kipenda roho cha mtu. Mimi binafsi huwa napima afya kila mwezi kujua hali yangu, kwa kuwa nimewahi kuumwa mwili mzima hadi nikashindwa kwenda shuleni kwa miezi mitatu, na niliona hasara sana, na ndio maana huwa naenda kupima kwa hiari, mfano magonjwa yaliyoorodheshwa kwenye mada yetu ya leo. Nije kwako Agostin Yusuf kutoka Nyabitaka, Kigoma unasema utamaduni wa kupima na kuangalia afya zetu hatuna. Ukiona mtu ameenda kupima ujua anaumwa. Kikwazo kingine ni kutomudu gharama za vipimo hivyo, bei ni ghali ukilinganisha na vipato vyetu. Nimalizie na wewe fundi Martin Mbele kutoka Mbinga, Ruvuma, unasema kiukweli, tulio wengi tumeshajenga zana ya kwamba ukipima unakuwa umejipunguzia muda wa kuishi. Hapa na haba, Taifa linazungumza Taifa linazungumza kupitia Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Utakumbuka awali, msikilizaji, tumekudokeza juu ya uwepo wa madawati maalum ya majaribio upimaji wa magonjwa yasiyoambukiza katika vituo vya afya na zahanati. Je, mambo yakoje huko mwenzangu? Faraja John amefuatilia dawati hilo kwa karibu. Ni wakati wa mchana nilipotembelea katika kituo cha afya cha Igoma jijini Mwanza. Mwenyeji wangu alikuwa ni tabibu Eshafika Kayanda. Kwa mchana huu wagonjwa walikuwa wengi sana asubuhi, lakini kwa sasa hivi wagonjwa sio wengi. Nje ya jengo, eneo la mapokezi, iko meza pana mzani wenye uwezo wa kupima uzito na urefu kwa wakati mmoja, unaonekana nje. Juu ya meza iko mashine ya kupima shinikizo la damu, pia mashine kwa ajili ya kupima kisukari. Mazingira haya yananifanya hata mimi kuomba kupima. Mgonjwa wa pressure <tipi> amenyamaza kwa muda huu sasa hivi presha yako inasoma 127 kwa 82 ambayo yuko nomo. Kwa hiyo wewe, tatizo la presha huna kabisa. Uwiano wa uzito na urefu wangu, tunapima sasa urefu. Hmm, napima urefu wa mgonjwa wangu sasa. Si ni mimi, sio mgonjwa. Ndio, inawezekana ni mgonjwa, ujijui. Urefu wako ni 174 cm. sentimita tunaenda kwenye kupima uzito Una kilo 88. Kwa hiyo tunaangalia sasa hapo uzito wako na urefu wako kama vinaendana, tunaenda tuna chati maalum, tunaangalia 184 iko hapa. Huo ndio ulikuwa urefu wangu? Ndio ulikuwa urefu wako. 88 iko hapa, kwa hiyo una 26, uko kwenye 26 ambavyo, hiyo ndo tunaita body mass index, uwiano wa urefu na wa uzito na urefu wako sasa hapo unaonekana kwamba una unene uliozidi huo. <laughs> ni unene uliozidi, kwa hiyo tunashauri shauri ufanye mazoezi yaani, uwe na, na muda wa kufanya mazoezi mara kwa mara, ili uzito wako uwe katika kiwango cha kawaida. Kiwango cha kawaida ni kipi? Ukiwa kwenye hii nyeupe inaonyesha ni hali nzuri ya lishe. Kwa mimi nimevuka kwenye nyeupe. Kwa e, unaonekana kwamba inawezekana, ndugu mtangazaji, uko unakula sana vitu vya mafuta. <laughs> ufanye mazoezi <laughs> <laughs> pole, naona umepatikana <laughs> <laughs> mwaka 2015 utakuwa ni mwaka wa mazoezi kupunguza uzito. Nimezungumza pia na Bi Amina. Yeye ni mkazi wa Igoma, ni mteja pia wa huduma hii ya upimaji. Mimi naamua muda wowote, kama hivi navyojisikia sasa. Leo ninaamka kabisa, nimepanga na kwenda hospitali nikapime sukari nikapime presha. Kwa nini wewe unaamua kwenda kupima? Nilimwona jirani yangu alipigwa na stroko, lakini baada ya kumbeba, tulivyompeleka hospitali alikutwa na sukari presha Jinsi nani nilivyomwangalia alikuwa ni mwembamba, lakini alikutwa na hiyo shida. Nikaona kumbe stroke la pressure huwa havishiki watu wanene tu, hata mwembamba unaweza ukashikwa kama presha iko juu. Kakutwa ndio hivyo, na nami nikaona eh, sasa yule kakamatwa, bora na mimi nianze kuchukua tahadhari mapema kabla na mimi sijaugua. Haba na Haba, Taifa Linazungumza. Ili kukamilisha dhana ya mazungumzo ya kitaifa, Haba na Haba ikabisha hodi katika Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii ambako tumezungumza na Dr Neema Rusibamaila, kaimu mkurugenzi wa huduma za kinga, ambaye pamoja na mambo mengine anakiri kwamba Tanzania inaendelea kukabiliwa na mzigo mzito wa magonjwa yasiyoambukiza kwa kuwa asilimia ishirini ya vifo nchini husababishwa na magonjwa hayo. Kama wizara tuna mpango mkakati wa kudhibiti magonjwa haya ambayo sio ya kuambukiza, na mpango huu ni wa mwaka elfu mbili na nane mpaka elfu mbili kumi na tano Kabla ya kuandaa huu mkakati, wizara kupitia nimri na kushirikiana pia na shirika la afya duniani imefanya tafiti maalum ambayo inaitwa stepwise survey ambayo inaangalia vile vihatarishi mbalimbali ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Hiyo ni pamoja na uvutaji wa sigara, kunywa pombe, watu kuwa na uzito ambao ni wa kupitiliza, watu kutofanya mazoezi. Kwa hiyo kabla hata hatujaongelea kupima, swala ni tunaishije? Hivi vihatarishi vinaonekana viko ndani ya maisha ya mtu mwenyewe. Tunafanyaje sasa kutoka katika hiyo hatua? Mkakati mmoja muhimu ni, ni kuweza kuelimisha hapa wizarani tuna kitengo maalum cha elimu ya afya kwa umma. Kuna wakati fulani kwenye maonyesho mbalimbali ya kitaifa tunakuwa na watu ambao wanaweza kupima watu uzito na kutoa ushauri. Tumeweza hata kutumia um, nafasi kwa mfano hata bungeni kutoa nafasi, kuwapa wabunge nafasi ya kuweza kupima uzito. Kinachoonekana ni kwamba hii mikakati ambayo unaieleza inaonekana inafanyika katika vipindi fulani fulani tu, lakini hatuoni kampeni maalum na endelevu inayosimamiwa na wizara kuhusu mabadiliko ya tabia na mtindo wa maisha. Tumekuwa na kampeni dhidi ya ulevi, nadhani utakuwa uliisikia kampeni ya ulevi, kwa nisema ulevi? Ulevi no. no. <laughs> noma. Kwa mujibu wa taasisi za utafiti wa afya inaonekana kwamba kuna udhaifu wa kukabiliana na changamoto hii ya magonjwa yasiyoambukiza tofauti na ilivyo kwa UKIMWI kumekuwa na hatua ambazo wizara kwa kushirikiana na chama cha kimataifa cha magonjwa ya kisukari yani International Diabetic Association wameandaa mpango maalum ambao wamekuwa wakitoa mafunzo kwa watoa wa huduma. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya juhudi ambazo ambazo zimefanyika, lakini labda pia niseme kwamba kimataifa ilionekana kwamba hili suala la magonjwa ambayo sio ya kuambukiza yalikuwa hayajapewa uzito unaostahili, na kama utaona kwenye malengo ya milenia hili swala halikuwepo. Ni katika miaka ya karibuni ambayo hata kimataifa swala la magonjwa ambayo siyo ya kuambukiza limeanza kupata nguvu zaidi na msisitizo na likaweza hata kujadiliwa kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mwaka 2011 kwa hiyo kama dunia wamesema kwamba tunapoongelea yale malengo ya maendeleo baada ya mwaka 2015 unajua sasa hivi tunaongelea ile post 2015 ajenda, kwenye sekta ya afya lazima hili swala la magonjwa ambayo sio ya kuambukiza lipewe msisitizo. kwahiyo hata kwenye rasimu ambayo ipo sasa hivi hili swala lipo, kwa hiyo tunategemea hata mkakati ambao utafuata utakuwa kabisa na malengo madhubuti ya kimataifa. Nadhani ni mapema sana, sio mapema, na ndio maana tayari kuna mkakati uzuri kwamba na ndio maana nasema kwamba katika huu mwaka uliobaki tuna nafasi ya kuangalia, je, katika yale tuliopanga mwaka elfu mbili na nane mpaka elfu mbili kumi na tano ni yapi ambayo tumeyatekeleza, ni yapi ambayo hatukuyatekeleza. Kwa ujumla, nataka tu niseme juhudi zipo, nia madhubuti ipo ya kuendelea, na mi naamini kwamba tutaendelea na humka. Huu mkakati kama nilivyosema haujafika mwisho, kwa hiyo juhudi zitaendelea, lakini pia naona kwamba tuna nafasi kubwa zaidi ya kupiga hatua zaidi hata katika hicho kipindi kijacho. Ni Daktari Neema Rusi Bamaila, kaimu mkurugenzi wa huduma za kinga, Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii nchini Tanzania anatufikisha ukingoni mwa makala hii ya haba na haba kwa leo. Asante msikilizaji kwa kuwa nasi ambapo leo katika haba na haba tulitaka kusikia ni kwa kiasi gani jamii inachukua hatua ya kupima afya kabla kuugua, na hapa tukilenga hasa magonjwa yasiyoambukiza kama shinikizo la damu, kisukari, uwiano wa uzito na urefu. Yaliyoibuka ni mengi, lakini kutoka kwa wananchi ni kwamba hatupimi kwa sababu ya hofu ya kiuchumi, mazoea na udhaifu wa huduma za afya. Na kwa upande wa serikali, imeahidi kuongeza juhudi katika kukabiliana na magonjwa haya yasiyoambukiza . Kabla ya kukuaga msikilizaji, tungependa kusikia kutoka kwako baada ya makala hii utachukua hatua gani? Tuandikie katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ambapo Facebook ni BBC haba na haba, Twitter ni BBC under score haba na haba. Asante sana kwa kuwa nasi. Msimamizi wa makala hii ni Mico Baruti, wadhamini wakuu ni idara ya maendeleo ya nchini Uingereza, DFID. Jina langu ni Mergoret Richard, kwa niaba ya mtangazaji mwenzangu Faraji John tunakutakia mwaka mpya wenye mafanikio tele, ukiwa ndo kwanza unaanza